Na leo hii tupo kwenye chuo cha UDOM katika ufunguzi wa shindano nasema Hackathon Challenge, katika kuelekea maazimisho ya International Girls in ICT Days, ambayo kwa mwaka huu tumeamua kuandaa hili shindano, ambayo linawakutanisha wasichana kutoka vyuo mbalimbali, wataalamu wa TEHAMA, wataalamu wa maprogrammers Uh, lakini na wengine wataalamu wa data, vijana uh, hawa wanawezeshwa katika mafunzo au mashindano ya artificial intelligence, namna ya kudevelop model ambayo inakuwa ni AI ethical au na mimi kufuata mm -hmm. ethics in AI na responsible AI, lakini pia wanawezeshwa katika masuala ya leadership, yani uongozi huwa pia wanaangalia uh, uh, AI policy na, na governance. Mimi katika chuo chetu nimetoka peke yangu, nimekutana na wanafunzi wa vyuo mbalimbali. Matumaini yangu ya kwanza ni kwamba nitapata kitu cha ziada ambacho mimi sikuwa nacho, ikiwa ni pamoja na idea za watu mbalimbali, namna gani tunafanya kazi kama timu, ni mbinu gani ambazo tutazitumia. Mpaka sasa hapa nilipo nimejifunza vitu vingi sana, nimekutana na watu tofauti tofauti, tunaanza kufanya akili zetu zizidi kufikiria zaidi na kupanua uwanja wa mawazo yetu kuhusiana na masuala ya teknolojia. Kwa hiyo katika hizi siku tatu ambazo ni, nitakuwepo hapa, ninatarajia kujifunza vitu vingi zaidi, kushirikiana na wenzangu na kuweza kutengeneza mfumo ambao utatatua tatizo kwenye jamii yetu kwa kutumia artificial intelligence. Na katika namna hiyo kupitia uh, ili shindano wanapata fursa ya kukaa pamoja kudiscuss, na mwisho wa siku kutengeneza suluhisho uh, suluhisho la kawaida litasaidia kusolve changamoto ambazo zipo kwa sasa. Kwa matarajio yangu ni kwamba hizi njia tutakazozionyesha hapa ziweze kuwa implemented serikali na TCRA kwa ujumla wote ambao walioandaa ili tukio kuweza kuchukua idea zetu, kuweza kuzifikisha mbali, kuangalia namna gani solutions za like kiteknolojia kupitia AI zinaweza kwenda kutatua matatizo mbalimbali katika jamii, lakini hasa hii gender gap ambayo iko kati ya mwanamke na mwanaume katika technology industry.